katika mabwana waliokuwa wakiswali nyuma ya Mtume, rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Kasema maneno hayo kwa sauti mpaka ikasikika mpaka Mtume akasikia. falamma nsarafa, alipotoka Mtume katika sala. qala alisema: manal mutakallimu, nani alizungumza ile maneno katika sala. qala kana ana ni mimi ya rasulullah. qala akasema Mtume raitu bid'atan wa thalathina malakan, nimeona malaika thalathini, kiasi cha malaika thalathini, yabtadirunaha wakiwa na yapapatikia, wakiwa naendea haraka, ayuhum yaktubuha awalu, nani ambayo kwamba ataandika maneno hayo mtu wa kwanza. Sasa hapo kuna iddat fawaid, kuna fawaida ya kadha ambazo kwamba zinapatikana katika katika hadithi hii kitu cha kwanza, maneno haya ambayo kwamba aliyosema huyu bwana ilikuwa Mtumi sallallahu alayhi wa alihi wasallam wakati wa huo haja hajafundisha. Haya ni maneno aliyezua huyu huyu sahaba, na lau Mtumi ingelikuwa amewafundisha asingeuliza nani aliyonena maneno yale. Sasa faida inayopatikana hapa ni kwamba inafaa kuzua katika dini suala ambalo kwamba halipingani na misingi ya ya dini. Ushahidi ni hili, sahaba amezua wakati kitu ambacho hajafundishwa na mtume sallallahu alayhi wa sallam. Rawahu al-Bukhari fi sahihi hadithi ya pekele na Imam al-Bukhari katika sahihi yake, sio kama ni hadithi ni matatizo la, ni hadithi sahihi. Kina anasema wa fi hadha al-hadithi, na katika hadithi hii tulioitaja hapo, yeye sahaba ithbatul bid'ati al-hasana, kuna kudhibitisha bid'a nzuri Yani, kuna kuthibitisha kwamba kuna uzushi ambao kwamba unakuwa ni uzushi mzuri. liana hadha rrajula, kwa sababu huyu mtu, qala duaan, alisoma dua, fi salatihi, katika sala yake, lam yasmachu min annabiyi sallallahu alayhi wa alihi wasalama qabla dhalik, hakupata hapo kuisikia kutoka mtume kabla ya, kabla ya hapo, wala alamahu iyahu, wala mtumi hakumfundisha duaa hiyo

Laqad aqarrahu nabiyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, tumia li thubutisha hiyo, fasara sunna ikawa ni sunna, sunna taqririya. Tunafahamu sisi sunna iko sunna qawliya, kuna sunna fi'liya, kuna sunna taqririya. Kwa hivyo ishakuwa sunna, mtu anaweza kusema hivi, fa naqulu lahu, tutamwambia kumjibu, bahthuna, utafiti wetu sisi, bahthi yetu hapa fil marrati al-ula allati waqa'at, sisi tunatafiti hii dua na tunaisoma katika ile mara ya kwanza kabla ikrari Nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam lahu, kabla mtume kuithibitisha ili iwe sunna takririya. Unajua, hapa ndipo Mawahabi ambapo kwamba hawatuelewi na tuchae kuyazungumza, unajua siku za nyuma, na hawakutuelewa, lakini rubama walituelewa, ndio manake walinyamaza, walishindwa kunena kitu. Tulisema hii dua ya huyu sahaba ambayo kwamba aliisoma nyuma ya ya Mtume hakufundishwa na Mtume, ni yeye mwenyewe ali aliizusha. Kama ingekuwa kuzusha katika dini suala ambalo kwamba hata likiwa na msingi wa dini halifai, kwa nini huyu sahaba alizusha? Kasema hiyo ni sunna taqriria. Tukasema la, sunna taqriria ni pale Mtume alipo idhubutisha kwamba bwana, hiyo haina neno, au Mtume imefanyika pale akaridhia, akanyamaza, hiyo tayari hapo ndio itakuwa nini lakini sisi hatuzungumzi marhala ya baada ya mtume kujua na kuithubutisha, tunazungumza marhala kabla ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu arda, Mtume anasema alipoenda kule miraj alisikia aliskia nyayo zake katika janna Pokuja akamuuliza unafanya amali gani ya ziada? Kaeleza mimi kila baada ya kutawadhi huwa na swali raka, raka mbili. Kaambi hizo ndizo zilizo kutanguliza mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa hizi rakaa mbili sasa hivi ni sunna takriria, kwa sababu Mtume alizibariki ali. Sasa kabla ya Mtume kuzijua na kuzibariki na kuzi, kuzithubutisha kwa umma zilikuwa zaitwa nini huko kule huko atokea kule ni bida hasana, wala hakuna jina lingine zaidi ya hilo. Kwa hivyo lam yuannifu alayha, Mtume hakumlaumu juu yake, walam yasifu bil ibtidai, wala hakumsifu kusua. Na haya tulionena, siyetu mahufadhi pia amenena hayo hayo. Qala

haijahalifu dhikri iliyo <tukili> pokelewa kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa <tukili> waala jawazi rafi sauti bidhikri. Na hiyo hadithi imetolewa dalili juu ya kufaa kuinua sauti. Kwa nini? Kwa dhikri. Sasa natokea mwehu mmoja, kufanya dhikri kwa sauti haifai. Ma lam yushawish ala man ma'ahu, muda kuwa hajamshawishi hajamtia tashwishi yule ambaye kwamba yuko

katika dini akaanzisha uzushi ambao kwamba ni mzuri, akaanzisha kitu ambacho kwamba ni kizuri, si sindio? Yeah. falahu ajruha, atapata thawabu ya kitu hicho. wa ajru man amila biha min baadihi min ghairi an yanqusa min ujurihim shaian, ana, atapata ujira wa yule mtu ambaye kwamba atake kifanya baada yake, pasi na kupungua chochote katika ujira wao. Shuka vizuri sana Mathalan, huyu sahaba alianzisha maneno haya, alipata thawabu zake, na sisi ambao kwamba tutakayosoma baada yake, pia sisi tutapata ujira, lakini na yeye ujira wake utapata sawa sawa, hakuna hata mmoja anayepungukiwa. Bilal alianzisha rakaa mbili zile, anapata ujira wake, na sisi tunapata nini? Tunapata ujira wetu, wala hakuna chochote ambacho kama kinafaini kinapungua. Vivyo hivyo waman sanna fi lislami sunnatan sayiatan, mwenye kuanzisha kianzisha ambacho kwamba ni kiovu. Man sanna fi lislami sunnatan sayiatan kana alaihi wizruha, madhambi yake yatakuwa ni juu yake, ndo ataandikiwa. Wawizuru man amila biha min baadihi, na madhambi ya yule mtu ambaye kwamba atakifanya kile kitu baada yake, min ghairi an yankusa min auzari shaia pasi na kupungua katika madhambi yao chochote. Tapata, sawa, sawasawa. Kwa hivyo hii ni riwaya pia ambayo kwamba yajulisha kwamba inafaa kuanzisha kitu ambacho kama ni chema. Na hii kama alivonena alimamu Nawawi rahimahullahu taala katika sharhi yake ala sahihi al-Imam Muslim kwamba hii ndo inakhasis umum ya ile riwaya nyingine ambayo kwamba inenayo kullu bid'atin la la kila bid'a ni upotevu. Ile ni amun makhsusun, ni amun ambako mmefanywa nini? Mmefanywa takhsisi na na fungizu, yani. Mba, hadithi hii hapo tumefahamiana vizuri sana, ile si am. Kwa hivyo huko mmefanywa nini? Mmefanywa khusus imefungizwa, yani kwamba hii hadithi haiko ala umumihi, inakusudiwa vile vitu ambavyo kwamba ni viovu, lakini vyema, yafaa kwa ushahidi yafa wa hadithi na hadithi sahihi lakini pia nafilatu lqaul waaziduku min shiri baitan, kuna ile riwaya nyingine ambayo kwamba pia hutumika mara nyingi katika kukemea mambo ya kheri, ambayo kwamba ile man ahdatha fi amrina ma laisa minhu fahuwa raddun, mwenye kuzusha katika jambo letu suala ambalo kwamba halimo katika jambo letu hili la dini, basi jambo hilo lenye kurejeshwa atarejeshwa mwenyewe. Sasa lakini una, unajua mara nyingi tatizo au mushkil haupo kwenye lafdhu hadith, ipo tatizo kwenye nini? Kwenye mafuhumu lhadithi, wahii hadithi umeelewa vipi? Kwa sababu hadithi yenyewe inajieleza wazi kwamba hakuna ubaya kufanya nini? Kuzua ubaya ni kuzua jambo ambalo kwamba halina msingi wa wa dini. Man ahdatha, angalia man ahdatha, mwenye kuzua Fi amrina, katika jambo letu hili la, la dini. ma laysa minhu, weka mstari hapo, weka mstari hapo, suala ama jambo ambalo kwamba si katika mambo ya dini, halina msingi wa, wa dini. fahuwa raddun, basi jambo hilo atafanya nini? Atarejeshewa mwenyewe. Kwa hivyo hapo kuna ubaya kuzusha, ama tatizo liko kwenye kuzusha suala ambalo kwamba halina Alina msingi katika dini. Kwa hivyo idha ahdatha ma huwa minhu swala, ukizua msingi wa dini fa huwa maqbul swala hilo litakubaliwa. Haya mambo yatakiwa yafahamike namna hiyo. Tutasema jamaa kina Mafuta waliposikia hujja hizi walishikwa na kisunzi, wakashindwa ku, ku, kupata jawabu, watajibu nini?

Yani hata watu ambao kwamba waliokuja baada yake katika kuandika mambo ya bida, sio wale kina Yusuf Khattar Muhammad, mwenye almausuatu lyusufia, Abdulilahi larfaji, mwenye mafhumu lbida, na wengine wengine, wote wamerejea kitabu hiki, wamerejea kwenye kitabu hiki itqanu sunan fi tahqiq maana lbida, kitabun raiun jiddan. Ngalia nisome maneno moja hapa kwa kizungumzia bida

Hakuna suala ya kwamba wema waliopita hawajalifanya ila taratibu, sikia wema wenyewe wanena nini. Walau lam ya'mal bihi salaf, hata kama wema waliopita hawajalifanyia kazi. Lianna tarkahum lilamal bihi, kwa sababu wao kuacha kuhulifanya jambo qad yakunu li'udhrin qama lahum fil waqt, huenda likawa ilo jambo la kuacha kwao ni kwa sababu ya udhuru ambao kwamba walikuwa amba nao, sasa udhuru ulishaondoka Kufo, si hujja hukucho kufanya, au lima huwa afdalu minhu, au waliliacha jambo hili kwa sababu ya kufanya jambo ambalo kwamba ni bora zaidi. Au laalahu lam yablugh jamiahum ilmun bihi, au huende elimu ya hilo jambo haijaofikia watu wote. Kwa sababu si kwamba wema waliopita walikuwa wanajua kila kitu. Hapana, huyo alikuwa anajua haya, lakini haya fulani hayajui Huyu yamemfikia na yule hajafani hayamfikia. Tukavir sana na hapa kuna maneno baada ya hadithi ya man sanna fi lislami sunnatan hasana, asema qala nawawiyu, amesema al-imam an-Nawawi, fihi lhathu ala libtidai bilkhairati, ndani ya hadithi hii kuna kuwahimiza watu kuanzisha mambo mema, wasanni sunani lhasanati

Kwa sababu suala chafu ukilianzisha, dhambi zake hazimaliziki pale unapokufa tu, mpaka ukiendelea wewe. Mathalan, mtu umeanzisha durusi kama hizi, we ulianzisha, utapata thawabu na yule ambaye kwamba atakuja kuzisimamia hizi durusi baada yako, yeye atapata thawabu na wewe utapata utapata thawabu. Mtu ameanzisha ba ameanzisha waliadhu billahi taala yeye atapata madhambi, Mwenyezi Mungu atulinde na wale watakokuja kuliendesha baa hilo watapata dhambi na zile dhambi zitamuendea na yeye. Athalan, hii saha tunaosomea mwenye ameanzisha hii saha anapata thawabu, anayesimamia hii saha hivi sasa anapata thawabu, na yule atakayeendesha harakati za hii saha baada yetu sisi pia atapata t

Ongeza katika, katika hiyo, hiyo silsila tukao vizuri sana. Haya ni mambo muhimu yanahitaji ile bayan, kwa sababu inawachanganya watu wengi, wayukrahu na ni makuruhu. Mr. Shafi umeelewa hilo kwamba hakuna ubayo kufanya nini, kuanzisha jambo katika dini. Ubayo upo kuanzisha jambo ambalo kwamba halina nini, halina mashiko katika dini